Kwa jina anaitwa Mrisho Rajabu Idi ni katibu wa uhamasishaji um, na chipukizi umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba. Kwa nyenyekevu mkubwa, siku ya leo nimekuja hapa ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya kuteuliwa kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Tunduma. Nimetafakari na nimejipima kwa dhati ya moyo wangu nimepata matayarisho ya kutosha kwenye chama changu kupitia jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, na niko tayari kuwa daraja, kuwawakilisha, kubeba hisia na matarajio ya wananchi wa jimbo la Tunduma. Ni dhahiri kwamba wote tunajua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na kipenzi cha Watanzania, amefanya mambo mengi makubwa katika taifa hili ya kutukuka na kuheshimiwa. Tumeona namna Mheshimiwa Rais namna anavyowathamini vijana katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Ana imani kubwa sana na vijana, na mimi kama kijana wa Chama cha Mapinduzi na mzalendo kwelikweli wa taifa hili niko tayari kuunga jitihada za maendeleo anazoleta katika nchi yetu. Ninaamini nina uwezo, nina na ninatosha katika nafasi hii ya ubunge, na ni wakati wangu sahihi